Wachezaji wenzako kwenye mchezo huu wa ngao ya jamii ambao unacheza kwa mara ya kwanza kwenu, wachezaji kwenye mchezo huu dhidi ya Simba Queens, uh, mnakwenda namna gani na mnazungumza nini kuelekea kwenye mchezo wenyewe? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha siku kama ya leo, tunaomba pia kesho aweze kutuamsha salama. Lakini kwa wachezaji wenzangu, kila mmoja ana hali, amejiandaa kimchezo, kila mmoja ana morali na mechi kila mchezaji anautaka mchezo. Kwa hiyo, kama sisi wachezaji tumesikiliza benchi ya ufundi, nafikiri tukiyafuata maelekezo ambayo umetupa, utapata matokeo mazuri kwa upande wetu. Kila mchezaji anautaka mchezo. Mashujaa wanapenda kucheza dhidi ya Simba Queens. kama kuna maswali kwa Sabina Michezo ya kirafiki imetusaidia pia kwa sababu ile michezo tulikuwa tuangalie jinsi tutu ya kushinda au kufungwa. Mwalimu kuna vitu ambavyo alikuwa anatuelekeza tukoifanye kwenye kwenye hizo mechi za kirafiki kuna kitu ambacho alikuwa anakitafuta na ame, ameweza kutuambia mazoezini, mazuri na, na, na mabaya ambayo tunafanya kwenye friend match ambayo anaweza kutusaidia katika huo mchezo wa kesho. Kwa hiyo, zile friend matches zitatusaidia kwa sababu mwalimu, vile vitu ambavyo alikuwa anatuambia sisi wachezaji tukavifanyie kazi. Tumepata gap kubwa, tumepata muda, tunaamini mpaka hii mechi inafika hii tutakuwa tupo vizuri tuweze kupata matokeo. Bila shaka la vizuri, hongera kwa kuzungumza kwa kujiamini sana, inaonekana uh, mechi mm -hmm. hey, tunaitaka pia kutokana na mwalimu wangu amenipa pia ujasiri kutokana na vitu ambavyo ametupa sisi mazoezini vinanipa confidence kubwa sana ya kuongea tunajiamini, kwa hiyo. Asante uh, coach pamoja na Sabina uh, kila la heri kesho uh, kwenye mchezo wenu dhidi ya Simba Queens. Asante sana.